Wakati unapambana kufanikiwa ni muhimu ukaelewa kuwa si mara zote mafanikio yanaweza akawa ni kitu kizuri upande wako. Si mara zote utajiri unaweza ukawa kitu kizuri kwako. Kuna watu ambao maisha yao yaliharibika baada tu ya kufanikiwa. Kuna watu ambao amani kwenye maisha yao ilipotea baada tu ya kupata utajiri. Somo la leo ni muhimu sana, na habari njema ni kwamba hili somo huwezi ukapata kwa mtu yoyote, na hakuna mtu anaweza kukufundisha hili somo pasi na mimi peke yako, kwa sababu mi naamini nimeitwa kwa wakati sahihi na hiki ninachokifanya ni, ni kusudi la Mungu aliloliweka ndani yangu. Mungu ameniita kwa ajili ya kuwasaidia watu kufanikiwa kuwa na akili ya mafanikio. Sasa katika siku ya leo, nataka nikutahadharishe kwamba si mara zote kufanikiwa kunaweza kukaa ni kitu kizuri, hasa kama haukuwa na sababu sahihi ya kwa nini unataka kufanikiwa, hasa kama haukuwa na sababu sahihi ya kwa nini unahitaji utajiri. Kuna watu ambao amani ya moyo ilikoma pale tu walipopata utajiri. Kuna watu ambao ndoa zao zilivunjika pale walipofanikiwa. Kuna watu ambao E, walifukuzwa kazi pale walipopanda cheo. Kuna watu ambao walipoteza kila walichokuwa nacho, watoto, mke, ndoa na kila walichokuwa nacho baada tu ya kufanikiwa. Kwa hiyo kufanikiwa wakati mwingine ni jambo la hatari. Leo nataka nikufundishe danger of success au hatari ya kufanikiwa. Sina maana kwamba uyaogope mafanikio, bali ujiandae kufanikiwa kisaikolojia, ili utakapopata mafanikio usije ukayatumia mafanikio yako vibaya na akageuka kuwa mwiba, ili utakapofanikiwa uweze ukafanikiwe na ukafurahia mafanikio yako, kwa sababu laa ya kufanikiwa ni kufurahia mafanikio yako, na usipokuwa makini, usipojiandaa kwa mafanikio, mafanikio yanaweza kuwa mwiba, kama alivyo kwa watu wengi. Watu wengi tunawaona wamefanikiwa, watu wengi tunawaona ni matajiri, ni kwambie, wengi wao hawafurahii mafanikio yao, kwa sababu hawakujiuliza, hawakuwa na sababu ya msingi ya kwanini wanataka mafanikio. Wengine walifanya hata yasiyo halali kuweza kupata utajiri. Baada ya kupata utajiri, baada ya kupata mafanikio wamejikuta hawana amani. Ndio maana tunasema hivi, si mara zote mafanikio na utajiri unaweza ukawa ni kitu chema kwako, na mafanikio yanakuja na changamoto zake. Leo nataka nikuelekeze changamoto kubwa saba za watu wanaofanikiwa. Usifikiri watu wanaofanikiwa wana, wana mema tu muda wote wana enjoy mema ya nchi tu muda wote. Hapana. Kuna changamoto ambazo watu matajiri wanazipitia ambazo watu maskini hawazipitii. Wakati mwingine unaweza kusema ni bora kubaki kwenye maisha ya kawaida, kwa sababu ukubwa wa majaribu, ukubwa na changamoto wanazozipitia watu waliofanikiwa, ukizipitia wewe ambaye unaishi maisha ya kawaida, unaweza ukasema hapana, ni bora nibaki kuwa maskini. Leo ninaenda kukufundisha hatari ya kufanikiwa au changamoto wanazokutana nazo watu waliofanikiwa au changamoto wanazokutana nazo watu matajiri ili ujiandae kisaikolojia siku utakapokuja kuzipata, zisikuchanganye na zikupotezee amani. Karibu sana bwana. Mimi naitwa Victor Mwambene, ni certified life coach, ni certified pia financial educator kutoka benki kuu ya Tanzania, yani ni mwelimishaji wa maswala ya fedha na biashara niliyoidhinishwa na benki kuu ya Tanzania. Lakini pia nimeandika vitabu vinne ikiwemo hiki kinaitwa Akili ya Fedha, kinachoeleza mbinu za kutoka kwenye maskini na kujenga utajiri wa kudumu. Nimeandika pia kitabu kingine cha fedha kinaitwa Kanuni ishirini za Fedha na kinaeleza mambo pia ya uwekezaji, uwekezaji kwenye hisa, tifungani, uwekezaji wa pamoja kama UTT Faida Fund. Lakini pia nimeandika kitabu cha ujasiriamali na biashara kama hiki kinaitwa jinsi ya kuanzisha na kukuza biashara e, kinaeleza mbinu za kupata wateja wengi, mbinu za kuongeza faida, mbinu za kutangaza biashara. Nimeandika kitabu cha mafanikio pia hiki hapa ambako somo la leo nimeliweka umu kwa sehemu yake, kinaitwa nguvu ya kujua. Kitabu kinaeleza mambo kumi na sita unaopaswa kuyajua na kuyazingatia ili uweze kupata mafanikio kwenye maisha yako. Kwahiyo, kama nilivyokwambia, bwana, katika siku ya leo, ninaenda kukufundisha somo muhimu sana, hatari ya kufanikiwa, danger of success. Ninaenda kukufundisha changamoto saba wanazozipitia watu wanaofanikiwa au waliofanikiwa kwenye maisha. Karibu sana bwana. Kama nilivyokwambia, bwana, katika siku ya leo ninaenda kukufundisha changamoto wanazozipitia watu waliofanikiwa au matajiri. Si mara zote mafanikio yanaweza kuwa ni kitu kizuri kwako. Mafanikio wakati mwingine yanaweza kukutenga na watu wako wa muhimu. mafanikio yanaweza kukupotezea ndoa, mafanikio yanaweza kukupotezea ajira, mafanikio, ka mafanikio yako katika biashara yanaweza kukukosanisha pia na Mungu. So, kuna changamoto ambazo watu waliofanikiwa au watu matajiri wanazipitia. Kwa ukazi, tajiri ni wanazungukwa na marafiki wanafiki, marafiki wasio sahihi. Kwa kadri unavyozidi kufanikiwa, ndivyo ambavyo unavuta watu wengi kwenye maisha yako, lakini watu wengi wanaokuja kwenye maisha yako hawaji kwa sababu ya vile ulivyo, wanakuja kwa sababu ya vile ulivyo navyo. Narudia tena, watu waliofanikiwa, watu matajiri, wana changamoto ya kuzungukwa na marafiki wanafiki, marafiki wasio sahihi, marafiki ambao wamefuata vitu kwao, hawajafata wao walivyo, hawajaf, hawajawapenda wao kama, kama vile walivyo, bali wamependa mali zao, na siku mali zitakapopotea na urafiki wa wale watu umeisha na mara nyingi tunashauri wakati mwingine, unapoendelea kufanikiwa usiwaache au usiwasahau wale uliotoka nao chini, wakati mwingine kwa sababu wale ndo wanaupendo wa kweli, walikuwa na wewe ukiwa hauna na watakuwa na wewe hata utakapokuwa nacho, lakini uwe makini na marafiki unaowapata ukiwa unazidi kupata vitu. Uwe makini na marafiki unaowapata ukiwa unafanikiwa, kwa sababu wengi wao wanakuwa ni marafiki wanafiki. Unaweza ukasema wanakupenda kweli, unaweza ukasema, eh, ni watu wazuri, lakini kumbe wanafata mali zako, wanafata pesa zako, wanafata lile bata ambalo unawapa, wanafata vitu unavyoweza kuwafanyia Jichunguze, hawa nilionao kweli katika marafiki nilionao hao, ambao naita my best friend, mashoga zangu, je, ni mashoga zangu ambao wamenifuata mimi kama nilivyo, wananipenda mimi au wanapenda vile ninavyowafanyia? Changamoto ya pili ya watu wanaofanikiwa, waliofanikiwa, matajiri, wanazungukwa na wenzi wasio sahihi. Umewahi kujiuliza kwa nini ndoa nyingi za watu matajiri zinavunjika au zina changamoto? Umewahi kujiuliza kwa nini eh, watu wengi waliofanikiwa kwenye mahusiano wamefeli? Sababu ni moja tu, iko hivi, na hii unaweza kuwa ulijui: mwanamke anapompenda mwanaume mwenye pesa, wakati mwingine hajui kama amempendea pesa au amempenda kweli. Hata mwanamke mwenyewe hajui, hata mwanaume pia. Mwanaume akikutana na mwanamke mwenye pesa akaingia naye kwenye ndoa, hawezi kujua moja kwa moja kwamba huyu mwanamke nimempenda yeye kama yeye au nimependa mali zake na pesa zake. Sasa baadaye mwanamke akishazizoea pesa anakuja kugundua, huyu mwanaume mimi sikumpenda, nilipenda pesa. Sasa, wapo wanawake wa makundi mawili. Kundi la kwanza ni la wanawake ambao wanaolewa na wanaume wenye pesa wakijua kabisa hawapendi ila wanafuata pesa. Huyu anajua kabisa, na huyu anakusumbua tangu mwanzoni. Kundi la pili ni wanawake ambao wanaolewa na mwanaume mwenye pesa wao wakiwa wanajua wanampenda huyo mwanaume kumbe, wao wamependa pesa bila wao kujua wakishazizoea pesa wakiwa kwenye ndoa huwa wanabadilika, wanaanza kutafuta mwanaume mwingine wa nje ya ndoa, na mwanamke vivyo hivyo anakuwa na wanawake wengine. Na by the way, ndio maana huwa mara nyingi tunashauri kwamba kama ni mwanamke, ni muhimu sana usiolewe na mwanamke ambaye eh, mwanamume, usioe mwanamke ambaye amekuzidi kipato. Hiyo ni muhimu sana, nimeshauriwa na saikolojia na kisaikolojia tu inakuwa hijakaa sawa, kwa sababu mbalimbali mbali. Kwa sababu mwanaume wanaume wa mwanaume kwenye ndoa ni pesa, financial muscles ya mwanaume ndio inao determine power, sauti pia na nguvu ya maamuzi. Kwa hiyo ukiwa hauna pesa, ina maana umekosa kila kitu kwa mwanaume. Mara nyingi iko hivyo kwenye ndoa, japo wapo wanawake ambao ni very submissive, wanaweza kuwa na wanaume hata kama amemzidi pesa. Lakini kama uko na mwanamke mwana ambaye ana pesa kuliko wewe, akisha kuna kimoja wapo unamzidi, either unamzidi akili au unamzidi E, unamzidi akili, mikakati, mbinu za maisha au uwe unamzidi e, pesa au uwe una kipaji sana. Hivyo hivyo ndio vitu utakaofanya ukae na mwanamke ambaye ana hela. Kwa hakika, kuna kimojawapo umefanikiwa au unakiweza kuliko mke wako, lakini sio mwanamke anakushinda akili, anakushinda pesa, hapo utatoboa kwenye yao mahusiano, utanyanyaswa sana, si ndio eh? So changamoto ya pili ya watu wanaofanikiwa ni kwamba e, wanapoingia kwenye mahusiano wanajua wanapendwa, kumbe vinapendwa vitu vyao. Eh, matajiri wengi ndio wazao zinawasumbua kwa sababu hiyo pia. Eh, wana, wanasema mwanamke huyu ana upendo bwana, mimi nilijua ana upendo, kwa sababu akukupenda wewe, alipenda pesa zako. Na ndio maana vijana wakati mwingine tunashauriwa tuoe mapema, kwa sababu tukifanikiwa inakuwa ngumu sana kujua kama huyu mwanamke kanipenda au la. The same kwa mwanamke ukifanikiwa sana, unakuwa ujui kama huyu mwanaume amenipenda au ni wale wanawake wanaume wanaopendwa kulelewa. Hiyo ni changamoto ya pili ya watu waliofanikiwa au watu matajiri changamoto ya tatu watu waliofanikiwa au watu matajiri wanapitia majaribu makubwa jaribu analolipitia rais wa jamhuri ya muungano wa tanzania mheshimiwa samia suluh hassan sio sawa na jaribu analolipitia mbunge wa kawaida au waziri majaribu ya rais ni makubwa ndio maana rais anachukiwa na watu wengi zaidi kuliko mbunge anavyochukiwa. Mbunge anachukiwa na watu wa eneo lake, rais anachukiwa na watu wa nchi nzima, hata kama hajafanya makosa makubwa, ila tu ni kwamba anapitia majaribu makubwa. na majaribu anayopitia wewe, unaweza ukaishi tu kwa kulaumu e, Chama cha Mapinduzi akifanyi kazi Samia afai abadilike, nipewe hiki kiti. Utapewa kiti, utakiona kiti kilivyo cha moto, utatamani kukiachia, lakini hutaweza kwa sababu watakupamba wale wapambe, watakwambia bwana, hakuna kama wewe, lakini ukijiona kabisa, unaona unapotea. kwa hiyo kwa kadri unavyozidi kufanikiwa ndivyo majaribu yanavyozidi kuwa makubwa. Ndio maana ukiangalia mtu kama Yesu Kristo alijaribiwa na yeye ni moja, majaribu makubwa aliyokutana nayo, viumbe vingine hawajawahi kukutana nayo. Shetani alimwambia Bwana, kama utanikili na kunitii nitakupa miliki yote ya dunia yote unayoiona, alimpandisha juu kabisa milima. Sasa kama Yesu mwenyewe alijaribiwa, wewe ni nani na mimi ni nani? Kwa hiyo tunajaribiwa kwenye maisha na majaribu yanakuja kutokana na ukubwa wa hatima zetu. Usipokuwa imara utakata tamaa, usipokuwa imara utatenda dhambi, jaribu litakushinda na litakuondoa kwenye mstari. Sasa uelewe kuwa kwa, ukiwa milionea unapata majaribu ya kimilionea. Unapokuwa bilionea unapata majaribu ya kibilionea. Unajua mabilionea unapata majaribu gani? Ukiwa mfanya biashara bilionea unaingiza mabilioni ya shilingi, utajaribiwa hata kuipindua nchi, kwa sababu utaamini wewe una kila kitu. Utajaribiwa, bwana huyu rais afanye vizuri bwana, kwa pesa ulizonazo tunaweza tukawashawishi watu wa jeshi e, tukapindua nchi bwana e, the same. Ukiwa mkuu wa majeshi Unajaribiwa kumpindua rais, unaamini kwamba rais afanyi vizuri. si unanielewa? Kwa, kwa kadri unavyofanikiwa kifedha kikeria kwenye kazi ajira uliopo, ndivyo unavyojaribiwa kufanya mambo mabaya zaidi. Kwa hiyo unapaswa kuwa makini, jiandae kisaikolojia. Lengo la somo la leo ni kukuandaa kisaikolojia ili kusudi utakapofanikiwa uone kwamba mafanikio ni kitu cha kawaida, yasikubadilishe fikra, yasikubadilishe tabia, mwisho wa siku kajikuta unaingia katika mtego wa walio wengi au success trap mtego wa mafanikio, kwa majaribu huwa yanakuwa makubwa sana. Uh, changamoto ya nne ya watu wanaofanikiwa au matajiri, wana vita kubwa kutokana na ukubwa wa hatima zao. Mwanzo nimekwambia ni majaribu, pili ni, ni, ni, vita vita kubwa. Kwa maana ipi? Vita anayopigana mtu kama rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania ni kubwa sana, yani yeye ya ana vita, anapigwa vita na. Kwa mfano, rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania mheshimiwa Rais Samia anapigwa vita, na ndani ya CCM kuna watu wanampiga vita Eh, wa, ya wazi wazi na sisi tunaona anapigwa vita na watu wa Chadema, anapigwa vita na watu wa ICT, watu wa Chauma, na sio hivyo tu, inawezekana anapigwa vita hata ndani ya familia yake. Ndani ya familia yake inawezekana kuna watu wanamwambia bwana, u rahisi, ikifika muda tu, acha bwana, waachie tu bwana, tutakupoteza bwana, si unanielewa? Kwa hiyo kwa kadri unavyokuwa na hatima kubwa ndivyo ambavyo na, na wewe unakuwa na vita kubwa. Vivyo hivyo ukiwa kiongozi mkubwa kanisani, kiongozi mkubwa wa dini, unavyokuwa kardinali, unavyokuwa askofu, unavyokuwa mchungaji, kiongozi, vita yako haiwezi kuwa sawa na muumini wa kawaida. Vivyo hivyo unavyokuwa, sio, utapigwa vita hiyo mpaka hicho kitu utakiachia au utaama hiyo kampuni. Kwa hiyo mwombe Mungu akupe ulinzi wa kiroho. Nishai kufundisha hilo somo la maombi hapo, naweza ukaliangalia, na sio siku nyingi nililiweka hapo, ili kusudi ujue kuzishinda vita, kwa sababu vita zingine za kiroho, na vita za kiroho zinapiganwa kiroho, ili uweze kushinda hapo na huwa napenda kusema unaweza ukapuzia mambo ya rohoni, lakini viumbe vya kiroho viwezi kukupuzia kwa, kuna watu wanakutumia tu vi viumbe viweze kukushinda, si tunaelewana mpaka hapo eh? Kwa hiyo watu wanaofanikiwa watu matajiri wana vita kubwa sana ambao wanapigana nayo, usipokuwa na nguvu za kiroho utoboi. Na ndio maana watu wote waliofanikiwa kwa viwango vya juu sana huwa wanazingatia mambo ya rohoni, kwa sababu wanajua bila hivyo hizi vita zitatushinda za rohoni. Unakuta mtu tu ni mbunge anatoa sana sadaka, wengine wanatoa sadaka zakatifu, wengine wanatoa sadaka za, za kafara za kichawi za kishetani Unakuta mtu amekuwa mpaka waziri, usimona amekuwa hivi hivi, ana kibali katika ulimwengu wa roho. Hivi hivi unamwona mtu ni bilionea, anaingiza mamilioni ya pesa kwa mwezi, mabilioni ya pesa kwa mwezi, usione anaingiza hivi hivi. Huyo mtu asipokuwa na Mungu, asipokuwa na shetani, atapigwa vita, ataanguka, kwa sababu kwenye biashara kuna upinzani. Upinzani hawataki usimame. Ah, ni mambo ambayo lazima uyaelewe wewe ambaye unaenda kufanikiwa, kwa sababu somo la leo ninazungumzia wale watu ambao wanaenda kufanikiwa. Sasa ukifanikiwa, usio kwa surprised na changamoto ambazo utakuja kukutana nazo, unapokuja unapokuwa bilionea, utapigwa vita. Umeanzisha kampuni yako ya mabasi, yatakuwa napata tu ajali, yapata ajali, na mwisho wa siku, na wewe unaweza ukapata ajali, si unaelewa? Ili tu kampuni yako ife, eh. Kwa katika kila sekta kuna watu ambao wana dominati wakikuona unakuja unakuja vizuri wanakupiga vita, wewe iwe ni sekta ya siasa, sekta ya, ya dini iwe ni sekta ya biashara iwe ni sekta ya maswala mengine ya kijamii utapigwa vita ili uondoke duniani, biashara yako ife au wewe mwenyewe ufe. Changamoto ya nne, ya tano sasa ya watu wanaofanikiwa au watu matajiri ni kukosa muda na familia zao, tunasema work life balance. Ukishafanikiwa sana hauna muda na wajukuu, hauna muda na watoto wako, unless wewe umepangilia mambo yako, na hii inakufanya kwamba watoto wakue wakiwa hawajaona upendo wa baba, hawajaona upendo wa mama, kwa sababu mama yuko busy na biashara na mabiashara, ana makampuni saba ana wafanyakazi zaidi ya elfu mbili elfu moja mia tano wa wakuwasimamia. Ana madirekta kibao ambao wanaripoti kwake. Kwa hiyo kwa namna kwa, kwa na hiyo mtu, kwa mfano, mtu, mtu kama mkuu wa mkoa yuko bize sana, asimamie wakuu wa wilaya, asimamie madasi, asimamie mala, asimamie lasi, asimamie wakuu wa idara mbalimbali. Kiongozi wa dini mkubwa kama askofu ana majukumu mengi, leo yuko jimbo la huku, kesho yuko jimbo la huku. Si tunaelewana eh? Somo la leo ni la personal development na kupitisha kwenye biashara na, eh, na kupitisha kwenye, kwenye mambo ya kijamii, lakini elewa kwamba watu wanaofanikiwa na changamoto kubwa moja, ya kukosa work-life balance, wanashindwa kubalansi muda wao wa kazi, wa biashara, wa kipaji chao, na muda wao na familia zao. Unajikuta familia inakua inalelewa na binti wa kazi, mtoto watoto wanalelewa na shangazi, watoto wanalelewa na mama mdogo, si tunaelewana mpaka sasa? Hiyo sio kitu kizuri. Watoto wanahitaji malezi ya wazazi, tena wapande zote mbili, ili wakue na wastawi. Na usimnyime mtoto wako haki yako, Ke, ya kulelewa na wewe. Usione kama kumpa pesa ndo kitu cha muhimu. Uh, wengine we wanawatupa watoto kwenye shule za boarding. Mtoto anasoma boarding kuanzia chekechea mpaka form 6 mpaka chuo wanasoma boarding mtoto uh, sasa boarding kule mtoto atalelewa na boarding. Eh, atapewa maadili ya kiboarding boarding kama boarding, boarding wana maadili ya hovyo ya watoto wa kiume kutoboa pua na masikio, atatoboa masikio. Lakini ukimlea wewe, kuna mambo utamwekea mipaka mtoto, atakuwa vile unavyotaka wewe na sio jamii inavyotaka, kwa sababu jamii siku hizi inawapeleka watoto katika namna isiyo sahihi, kwa sababu jamii imekuwa ni jamii ya utandawazi. Hiyo <laughs> ni changamoto nyingine, watu wanaofanikiwa wanakosa muda na wapendwa wao, hali inayopelekea itengeneze watoto wasio na maadili, watoto ambao wana kiburi, watoto ambao wanakuwa wanadolewa kwenye maadili ambayo yanaitwa permissive parenting, mtoto ambaye kila anachotaka anapewa, kwa sababu mzazi hana muda kwao, anajaribu kukompaseti lile jambo na kumpa kila kitu mtoto wake anachotaka. Anapoingia kwenye ndoa, kila anachotaka kwa mumewe, anaona apewi, anaona apendwi, anatafsiri upendo na kupewa vitu. Si tunaelewana mpaka hapo? Naongea mambo mengi kidogo na kuchanganya kidogo, lakini naamini unanielewa. Kwa hiyo, make sure, kwa kadri unavyozidi kufanikiwa unatenga muda kwa ajili ya familia yako. Tenga weekend, kutoka out na mke wako, kutoka out na, na watoto wako, lakini pia make sure una, unafuatilia maendeleo ya shule ya watoto wako. Unajua mtoto anasoma shule gani, ana walimu gani. Kama mtoto wako anafanyiwa unyanyasaji wa kijinsia, lazima ujue huo. Unafanya uchunguzi wa mara kwa mara kujua kama mtoto wako afanyiwa unyanyasaji wa kijinsia. Unyanyasaji unaweza ukawa ni wa maneno kutoka kwa walimu au maneno kutoka kwa wanafunzi wenzio, unaweza kumwathiri kisaikolojia. Au unyanyasaji unaweza kuwa ni wa kingono kabisa, kutoka kwa walimu. Kuna walimu ambao hawajiheshimu siku hizi. Au unyanyasaji unaweza kuwa ni unyanyasaji wa vipigo, mtoto anapigwa kupita kiasi, anaathirika pia kisaikolojia. Fuatilia maendeleo ya mtoto wako shuleni, watoto wako shuleni. Fuatilia pia maendeleo ya watoto wako ya kitaaluma pia uone, je, kwa haya matokeo anastahili kubaki shule au anastahili kuhamishwa? Kuna mambo mengi ya kufuatilia pia. Lakini pia kama uko kwenye mapenzi jifunze lugha za mapenzi, dumisha upendo wako. Haijalishi wewe umekuwa ni mkuu wa mkoa, haijalishi umekuwa waziri, haijalishi umekuwa e, askofu mkuu, make sure upendo katika familia yako unazidi kustawi. Muombe Mungu akupe hekima ya kubalance kazi zako na ndoa yako, kazi zako na familia yako. Changamoto ya sita, watu wanaofanikiwa. ya saba ndio ya muhimu zaidi jamani, mjinisikize kwa makini. Changamoto ya sita, watu wanaofanikiwa wanakosa maisha ya usiri private life au private life, yaani ukiwa umefanikiwa ndugu yangu eh, uki, kwa mfano umefanikiwa ukienda sehemu ukitoka out, umeenda kwenye kikao sehemu, watu wanaweza kakupiga picha tu, tumemwona baa anakunywa pombe. Mtumishi gani wa Mungu anakunywa pombe? Kumbe we ulienda tu kwenye kikao pale Yani yale ni maisha yako ya siri, mtu akustahili kukuingilia. Lakini unapokuwa umefanikiwa, unapokuwa public figure, aidha umekuwa tajiri au umekuwa kiongozi fulani, huna maisha ya siri tena, una maisha ya hadharani. Kwa hiyo kila unachokifanya, elewa kwamba kuna watu wanaona na kuna watu wataona, kwa private life inakuwa haipo. Hiyo ni changamoto kubwa sana watu waliofanikiwa. Yaani kila akiwa kwenye mahusiano mapya, watu wote wanajua na watu waliofanikiwa hawatakiwi kufeli kwenye mahusiano, ndo jamii inavyoambiwa hivyo. Okay, ukifeli kwenye mahusiano wanakulaumu, kwambia ah, wewe kwanza yani, unabadilisha wanaume kama nini? Yani wewe mwaka mmoja wanaume wawili, wakati yeye, yeah, anayekulaumu hivyo mwaka huo na wanaume sita amebadilisha wanaume sita, ameshindana nao kwanini? Kwa nini? Kwa sababu ukiwa public figure au ukiwa mtu uliyefanikiwa utajiri, unaonekana kama wewe uko perfect, ni kiumbe perfect, hautakiwi kukosea, hautakiwi E, kuachana na kwenye nani, kwenye kuachana na mahusiano, unatakiwa uvumilie mahusiano yako mpaka mwisho. Ndio maana unaona kuna wasanii wamevumilia maus, kwenye mahusiano yao mpaka mwisho wa siku wameuliwa, wamepoteza maisha, kwa sababu walijua mimi ni public figure nikiachana na ndoa yangu watu watanionaje? Wananiona ni mtumishi wa Mungu. Si tunaelewana mpaka hapo? Kwa watu wanavumilia. Unapoishi kwenye maisha, ni muhimu sana ukajifunza kutofautisha uvumilivu na kupoteza muda. Unapokuwa public figure, uelewe kwamba hakuna private life. Kila unachokifanya jamii inaona, jamii inajifunza, na jamii itarithisha kwa watoto wao na watoto wa watoto wao. Unapokuwa private public figure, mwanaume umetoa masikio, mwanaume unasuka nywele Ndivyo watoto wako watakavyokuwa na baadaye, hawataona tabu wanaume kuvaa magauni, wanaume hawataona tabu kuolewa na wanaume wenzao. Mambo yanaanzaga taratibu tu kwenye kutoboa wa masikio, mwanaume anasuka nywele, mwanaume anavaa hereni e, yani yanaanzaga hivyo vitu taratibu. So make sure unapokuwa public figure, make sure unaishi katika maisha ambayo ungetamani jamii yako iishi na jamii yako iwe uwe ni mtu wa maadili, na hakuna maisha ya private kwa watu maarufu au watu waliofanikiwa. ukiwa na jambo dogo tu jamii nzima inajua, hata ambalo ungetamani wasijue. Mezaa mtoto nje ya ndoa, jamii nzima itajua, nchi nzima. Magazeti ya udaku yatakuandika, vyombo vya udaku vitakuzungumzia. Hautatamani ile hali, lakini ndo hivyo, utafanyeje? Hiyo ndo changamoto ya watu matajiri, hiyo ndo changamoto ya watu maarufu, hiyo ndo changamoto ya watu wanaofanikiwa, kwamba usiri kwenye maisha yao unakuwa haupo. Utaishi Sinza. Watu wote watajua unaishi Sinza. Wakati wewe utatamani watu wasijue sehemu unayoishi, utatamani watu wasijue nguo unazovaa, utatamani watu wasijue mahusiano ulio nayo. Lakini haitawezekana. Umekubali kuwa mkubwa, kubali kuwa na maisha ambayo sio ya private. Mwisho, sababu ya changamoto ya mwisho ambayo ni kubwa ya watu wengi waliofanikiwa. Watu wengi waliofanikiwa wanajiona hawana sababu ya kumcha Mungu. Ukiwa umefanikiwa, una afya njema, una pesa, ni maarufu, una connection, unajiona sasa Mungu wa nini? Sasa siku utakapokutana na changamoto, wakati unaomhitaji Mungu, inawezekana ikawa umesha chelewa. Kwa, kwa kadri unavyozidi kuyatafuta mafanikio kama kijana kwa juhudi hile hile na nguvu ile ile unayotafuta ta pesa na utajiri na mafanikio, ndio utumie nguvu hiyo hiyo kumtafuta Mungu, kwa sababu kwa kadri unavyozidi kufanikiwa huko mbele, ndio hivyo inavyokuwa ngumu wewe kuwa mnyenyekevu mbele za Mungu na ndio maana unaambiwa ufanya maombi kwa sababu maombi yanakufanya uwe mnyenyekevu. Jitahidi kushiriki nyumba za ibada, zinakufanya uwe mnyenyekevu mbele za Mungu. Kwa sababu kama leo hii unamiliki utajiri wa milioni mia, kama leo hii kipato chako kwa mwezi ni milioni moja mpaka milioni tano, unashindwa kwenda kanisani, unashindwa kutoa sadaka. Niamini mimi, kwa kadri unavozidi kuwa na kipato kikubwa, hautaona sababu ya kumcha Mungu na hautakuwa mnyenyekevu. Kwa hiyo jitahidi sana uwe tofauti na watu wengi wanaofanikiwa, matajiri ambao kwa kadri wanavyozidi kufanikiwa wanajiona hawana sababu ya kumcha Mungu, kwa sababu wanaona maisha yao yako sawa, kila kitu kiko sawa. Na by the way, wale ambao wanaona kuna haja ya kuzingatia mambo ya rohoni, wanaona waende kwenye shortcut ya kwenda kutoa kafara ndugu zao, wanaona wanaende shortcut wajiunge. Kuitaja, kanuni inaitwa path of least resistance, inakwenda sambamba wamekuwa na vyama vile ambavyo mara zote na, na kwamba watu wamekuwa na utamaduni wa wa kutafuta njia rahisi na ya haraka ya kupata matokeo anayoyataka bila kujali madhara ya muda mrefu ya njia hizo. Yaani, mtu anatafuta njia rahisi na ya haraka ya kupata utajiri bila kujali hiyo njia anayoitumia kupata utajiri, madhara yake kwa miaka kumi, madhara yake kwa miaka ishirini yakoje? Mungu akusaidie, na namwomba Mungu akupe kibali cha kupata utajiri na mafanikio, lakini pia ufurahia utajiri wako kwa sababu ulijiandaa kwa mambo haya saba niliyokuambia. Asante sana bwana kwa kunisikiliza mpaka wakati huu. E, unaweza kujifunza mambo mengi kuhusiana na utajiri kupitia kitabu changu hiki kipya kinachoitwa Akili ya Fedha. Kitabu kinaeleza jinsi, kinaeleza mbinu za kutoka kwenye umaskini na kujenga utajiri wa kudumu. Pia nimeeleza uhusiano uliopo kati ya mambo ya rohoni na mambo ya utajiri, lakini pia nimeandika kitabu changu kingine hiki ni shilingi elfu thelathini lakini kwa sasa utakipata kwa ofa elfu ishirini na tano Na kitabu kingine kinaitwa Kanuni ishirini za Fedha. Kinaeleza misingi ya kutengeneza, kutunza na kuwekeza fedha kwa usahihi. Ni shilingi elfu ishirini Utajifunza mambo ya akiba umu, utajifunza mambo ya bajeting. Mambo kama unapata pesa hujui zinapotelea wapi, hujui kutunza pesa, ujaanza kutunza hela, soma hiki kitabu cha Kanuni ishirini. Kitabu changu kingine kinaitwa Jinsi ya Kuanzisha na Kukuza Biashara. Kitakusaidia kujua mbinu za kupata wazo bora la biashara litakalokulipa, jinsi ya kupata mtaji wa kuanzisha biashara. Utajifunza mbinu za masoko na mauzo, jinsi ya kuvuta wateja katika biashara yako. Na kitabu cha mwisho ni hiki kinaitwa Nguvu ya Kujua. Kinaeleza mambo kumi na sita unaopasa kuyajua na kuzingatia ili uweze kupata mafanikio kwenye maisha yako. Asante sana bwana. Zaidi unaweza kupata vitabu vingine dukani kwetu kama Rich Dad Poor Dad, Richest Man in Babylon, Think and Grow Rich. Tuna vitabu vya fedha, biashara na mafanikio tunavyo vya Kiingereza na tunavyo pia vya Kiswahili. Duka liko Survey, karibu na Mlimani City. Kupata vitabu wasiana nami, 07, 44, 12, 66, 40 au piga namba za simu unazoziona katika skrini, piga namba za ofisini kupata vitabu katika namba za simu unazoziona katika skrini. Na zaidi, nifuatie kwenye mitandao yangu yote ya kijamii kwa jina la Victor Mwambene. Instagram, Victor Mwambene ni follow. Facebook, Victor Mwambene. TikTok, Victor Mwambene, asante sana, hadi wakati mwingine.